Msichana huyu hakuwahi kupokea mafunzo ya kitaalamu hata hivyo, anaenda chakula kitamu sana kupita kawaida. Watu kutoka karibu na mbali alizoea sana chakula chake na kukipenda kupita kiasi. Kila mtu alimpa dole gumba kwa sifa na pongezi. Lakini siku moja, mwanamume mmoja wa ajabu alichukua chakula na kukinusa. Alichukua tonge dogo tu bila kusema neno lingine, akalipa na kusimama. Akamwendea msichana huyo na kumkabidhi kadi ya biashara. Huo usiku huo, rusi kwa udadisi alitafuta anwani iliyoko kwenye kadi hiyo. Ilionekana kuwa ni mgawao wa kiwango cha juu sana, sehemu ambapo watu maarufu na waheshimiwa walikuwa wakishinda kupata mlo. Orodha ya kusubiri ilikuwa na urefu wa miaka miwili. Mpishi mkuu alikuwa ni Po maarufu na mashuhuri. Siku iliyofata Rusi alikuja kwenye duka lake kama kawaida, kuanda ya kuandaa tambi za kukaanga. Gari la kifahari lilikuwa limeegeshwa mlango wa kuingilia. Rusi alikuwa amechoka sana na kuishi katika umaskini kwa muda mrefu. Alikusanya moyo wake na akakaa ndani ya gari hilo. Aliletwa kwenye jiko la kiwango cha juu sana. Vyombo vyake vya kupikia vilikuwa vya kisasa kabisa na vya kiwango cha juu, kama vile jicho lilionekana kwenye kioo. Visu vilikuwa safi sana kiasi kwamba unaweza kutumia kama yote haya yalijaza moyo wake kwa matumaini makubwa na ari mpya. Moda si mrefu kikundi cha wapishi kilionekana wakipanga foreni, kisha mpishi mkuu wa ajabu po alitokea. Leo alikuwa akifanya interview ya watu wawili. Mtihani ulikuwa kuandaa wale wa kukaanga rahisi. Wote wawili walianza kuandaa viungo. Mpinzani wa rusi alikuwa jioni mtimu wa shule ya upishi, hakuwa na shaka kuwa ni mtaalamu kwa dhati kabisa. Alichagua viungo vya gharama kubwa zaidi, alitumia wali safi kabisa na mpya. Kwanza alikaanga kamba kwa siagi, kisha aliongeza mbaazi na karoti zilizokatwa vipande vidogo. Wakati Rusi alichukua bakuli lenye wali uliohifadhiwa usiku kucha katika friji. Kawaida alichukua mayai mawili kwa urahisi, akaangusha mayai hayo moja kwa moja kwenye sufuria ya moto kukaanga. Wa kukaanga kila kitu kilifanywa kwa mtindo wa muuzaji wa mtaani. Mpinzani wake alitumia moto mdogo kupika polepole pole, wakati yeye alitumia moto mkali kwa kukaanga haraka. Mwishowe vyombo viwili vya wale wa kukaanga vilitengenezwa vilikuwa tofauti kabisa. Kimoja kilionekana cha kifahari na kinachovutia radha, kingine kilionekana kawaida tu, hakikuvutia sana. Kisha Poo alichukua kijiko, akitazama kwa haraka wali wa kukaanga wa John, kisha akageuka na kuchukua kijiko cha wali wa Lucy. Alikinusa tu na kumwambia John arudi nyumbani. John alionekana kutoridhika.